unaweza kuniambia Desla ni nani? Yaani, katika kitu nimewahi kukosea kwenye maisha yangu, basi ni kukuchagua wewe kuwa mume maishani mwangu. kufikiria kama wewe ni katili kiasi hiki ya mshenzi. Yaani wewe ni mshenzi kati ya washenzi wote niliwahi kukutana nao duniani. Muuaji, wewe ni zaidi ya shetani. Derick, unawezaje kufanya haya? Umeweza vipi kufanya haya, Derick? Ni, nitazame afu niambie umeweza vipi kuuvua utu wako, mawezaji Sijawahi kufikiria kama unaweza kuwa hivi. Katika watu nimewahi kuamini ni wewe. Nini hiki? Unanisaliti? Unafanya vitu vya ajabu? Nashukuru sana. Leo nimejua uhalisia wako. Nimejua wewe ni nani. Iki ndo kitu pekee nashukuru Mungu amenionyesha mapema, asante. Changanya, changanya. This one ni nani? Nimefanya kila ninachoweza Mary, kuhakikisha kwamba unafurahi. All this shit is for you. Kila ninachokifanya ni kwa ajili yako Mary. Nifanye nini? Anyway, kama umeamua iwe hivi, sina cha kufanya. Mimi ni mtu nisiye na bahati. Natambua hilo. Mary, Bado na nguvu ya kuongea. Hmm. Huh? To... Boy, Daddy. When? Siku zinakwenda mama angu. Daddy, stop that. No. You know, uh, um, Daddy, I'm not interested in this combo. Please. But why? Unafahamu jinsi ulivyo? Daddy. Listen, darling I'm your dad na baba yote angetamani kumwona mwanaye amesimama katika mstari. Niko hapa kukufanya kuwa mtoto wa kike ambaye utakuwa na faida kwangu, lakini kwa society inayotuzunguka okay. Baba, baba, yaani kwamba mimi na utofauti gani na watu wengine? Mbona mi nipo sawa? halafu ni maisha yangu. Yaani, ikiwa mimi mwenyewe naona sina tatizo, ikiwa mimi mwenyewe nikikaa na najiona niko sawa, kwa nini iweze kufikiria watu wengine? Baba, sometimes you have to understand me. Baba, unachukua uele kile nachokifeel ndani yangu. Kwa nini unawaza watu wengine nje Niwaze mimi jali kwanza kuhusu mimi, jali sia zangu mimi, Duncan, kwenye maindi zako baba. Hutaki kuwaza nani anasema nini, mimi niko sawa na haya ni maisha yangu. Calm down, just calm down. Do you think you okay are, are you out of your mind? You need to sit down and think twice, my I wish you could know how much I love you. Koi ndo sababu ya kuandaa hivi vyote, mi nilijua ni mapenzi ya baba na mtoto. Uko bize muda wote, hujui mimi napitia nini. Hujai kukata siku moja ukaniuliza labda kwa nini niko hivi. Unawaza wow, kwa sababu sijui nani kakwambia au nani kanionaje? Ushe kukaa na mimi hata siku moja ukajua ninapitia baba? Au kwa sababu nakuchekea nikiamka asubuhi nakwambia kile hi daddy, hi daddy, nakuambia ninachokwambia. Baba, I'm not interested. I'm sorry. I have to go. Jakola, ongea na wewe mshua, sijui <sighs> bosi wako Mwambie aache kunifatilia. Yaani hivi navyoishi mimi, haya ndo maisha yangu. Yaani sipendi kabisa mtu ananifatilia. Duncan, unajua ukitaka kumwambia mtu jambo kwanza, usiwe na presha, acha mapepe. Presha ya nini? Niambie kitu kwa makini, ili nikuelewe. Sikia hivi, mimi Mshua ananionaje? Yani tumekaa pale, anaanza kuletea pigo za kidemu, alafu kabisa. Unajua mimi pigo za kidemu sifagilii. Mi sijui, yani sijui mzee anataka nini kwenye maisha yangu yangu. Ah, sikia, nakuambia kitu Unajua, kuna wakati unatakiwa uchukue muda kuongea vitu vya msingi. Hiyo ni baba yako, sawa? Kama ni baba yako, kuna vitu vya kuongea naye, anakuelewa, sawa? Mkuje kuomba ushauri kwangu, lakini tumia lugha nzuri. Baba Mshua asiyejua mwanawe anataka nini, yaani asiyethamini mimi kitu nachokitaka Yani kama nataka nimsikilize na mimi anisikilize. Hivi ndivyo unavyotaka kuishi mapenzi sabati, unakopenda upendwi, akuishi songo mbingo, mshike mshike tu Tafadhali naomba msubiri kidogo, nitajulisha kinachoendelea. Dada yule mzee, bwana yule mwanaume, sasa suruali tanchojua nani? Usijali, na kawaida atakuwa sawa. Sasa unacheka. <coughs> So, nini inamaanisha mi nachokiongea hapa kina maana eh? Funajua mwamba mi nikuakushukulia jeshi eh? Kumbe kuruti tu vumilia vumbi. <coughs> Duncan, chunga maneno yako, chunga maneno yako. Usikiliza, mi siwezi kukusnitch, ni mwanangu ju, ushaelewa. Mi siwezi kukusnitch, najua nini unachotaka, lakini kumbuka ni mtoto na utaendelea kuwa mtoto. Baba yako anapenda sana maendeleo yako, kwao lazima uwe na adabu. Naona tuwe na mzee wote, sawa sawa, mzee anakuja. Sikia, mi naondoka. Ongea na huyo bosi wako, mwambie aache kunifatilia. Yaani hivi navyoishi ndo sawa, halafu akitaka niishi kama anavyotaka niishi, mwambie atanipoteza period. Gebra. No. Mgonjwa yule alishawahi kutibiwa hapa. Wala. Voilà. Ana bima. Eh hey, bima na. Naomba wende reception ukamfungulie file. Hey bibo. Simejaguwa. Simu tulimwacha nyuma. Haitobadilika, haitobadilika. Haitotokea siku ya wewe kukojoa ukiwa wima. Utalazimika kuchuchumaa kizuri zaidi. Kama mtoto wa kike utalazimika kuzaa, utaolewa, alafu utazaa mm. Yes, whether you like it or not So mimi ni Mungu. <coughs> Sore, sijadhamiria kukusumbua, no. Njoo, huja nisumbua. Niko hapa na bi mkubwa, najaribu kukumbuka nilivyoishi naye yeah. Wow. Madamu alikuwa ni mama bora sana, alikuwa ni mke mzuri sana kwako na alikuwa mama bora kwa Duncan. Na pia alikuwa mlezi mzuri sana kwa jamii mimi binafsi namkumbuka sana yeah. Eh, kusema lo kweli angelikuwepo leo angenisaidia katika kumlea na kumwelekeza Duncan. Nashindwa hatanifanyaje kuhusu Duncan. Wakati mwingine ninajihukumu, labda huenda mimi ndo chanzo cha Dankan kuwa hivi alivyo leo. Hapana, mi naamini Dankan kinachomsumbua ni utoto tu, na ujana ndo unaomsumbua. Akikuwa ataacha. Mvumilie. Hiyo mwenye nyumba, unanielekeza namna ya kuishi na familia yangu, sio? Unanielekeza nini? <laughs> sijui maisha au hapana, umeajiriwa tu hapa bro. Sawasawa, we ni nani? We ni kama nani unieleze mambo ambayo unanieleza? We ni kama nani kwenye nyumba hii apana? mama ake? mjomba wake? no, So wewe ni nani? Wewe ni nani huko ndani uh, mpaka unielekeze mimi? Una familia wewe kama hii kweli? Nimeamini, ukimchekea mbwa atakufuata mpaka msikitini. Pote. Mapenzi sabati, sabati, unakopenda upendwi akuishi songo mbingo mshike mshike tu

Yes za kwako? Hapana, haiwezekana, labda weekend. Yeah, asante miss you too. Okay.

Nimesikia unaongea na lofa, simu ulikaa unaongea na nani? Mimi lofa uongee na simu muda wote useme si mtu wa maana, umwache mkweo yuko juu mkuku mkuku, wewe unikuwepo alafu useme si mtu wa maana.